Nguvu zote zina Yesu Kristo kutoka kwa baba, Mungu. Amina. Siku moja Yesu alikuwa amesimama kando ya ziwa Genesareti, na watu wengi walikuwa wamemzunguka wakisongana wanasikiliza neno la Mungu. Akaona mashua mbili ukingoni mwa ziwa, wavuvi wenyewe walikuwa wametoka wanaosha nyavu zao. Baada ya Yesu kuingia katika mashua moja iliyokuwa ya Simoni. Alimtaka Simoni aisogeze majini mbali kidogo na ukingo wa ziwa, akaketi akafundisha umati wa watu akiwa ndani ya mashua. Alipomaliza kufundisha akamwambia Simoni, endesha mashua mpaka kilindini mkatupe nyavu zenu mpate kuvua samaki. Simoni akamjibu, Mheshimiwa, tumejitahidi kuvua samaki usiku kucha bila kupata kitu lakini kwa kuwa umesema nitatupa nyavu. Baada ya kufanya hivyo, wakavua samaki wengi hata nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawaita wenzao waliokuwa katika mashua nyingine waje kuwasaidia, wakaja wakazijaza samaki mashua zote mbili, hata karibu zingezama. Simoni Petro alipoona hayo akapiga magoti mbele ya Yesu akisema, ondoka kwangu, e Bwana, Kwani mimi ni mwenye dhambi. Simoni pamoja na wenzake wote walishangaa kwa sababu ya kupata samaki wengi vile, hali kadhalika Yakobo na Yohane wana wa Zebedayo waliokuwa wavuvi wenzake Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Basi baada ya kuzileta zile mashua ukingoni mwa ziwa, wakaacha yote. Wakamfuata. Ikawa Yesu alipokuwa katika mmojawapo wa miji ya huko, mtu mmoja mwenye ukoma mwili mzima akamuona. Basi mtu huyo akaanguka kifudifudi akamuomba Yesu, Mheshimiwa, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyoosha mkono wake akamgusa na kusema, nataka, takasika. Mara Ule ukoma ukamwacha huyo mtu, naye Yesu akamwamuru, usimwambie mtu yeyote, bali nenda ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe sadaka kwa ajili ya kutakasika kwako kama inavyotakiwa na sheria ya Mose, iwe uthibitisho kwao kwamba umepona. Lakini habari juu ya Yesu zilizidi kuenea kila mahali. Watu makundi mengi wakakusanyika ili kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao. Yeye lakini alikwenda zake mahali pasipo na watu, akawa anasali huko. Siku moja Yesu alikuwa akifundisha. Wafarisayo na walimu wa sheria kutoka katika kila kijiji cha Galilaya, Yudea na Yerusalemu walikuwa wameketi hapo. Nguvu ya Bwana ilikuwa pamoja naye kwa ajili ya kuponyea ugonjwa. Mara watu wakaja, wamemchukua mtu mmoja aliyepooza maungo amelala kitandani wakajaribu kumwingiza ndani, wamweke mbele ya Yesu, lakini kwa sababu ya wingi wa watu hawakupata njia ya kuingilia ndani. Basi wakapanda juu ya paa, wakaondoa vigae, wakamshusha huyo aliyepooza pamoja na kitanda chake, wakamweka mbele ya Yesu. Yesu alipoona jinsi walivyokuwa na imani kubwa, akamwambia huyo mtu, rafiki umesamehewa dhambi zako. Walimu wa sheria na wafarisayo wakaanza kujiuliza, ni mtu gani huyu anayemkufuru Mungu kwa maneno yake? Hakuna mtu awezaye kuondoa dhambi ila Mungu peke yake. Yesu alitambua mawazo yao, akawauliza, munawaza nini mioyoni mwenu? Ni lipi lililo rahisi zaidi kusema, umesamehewa dhambi, au kusema simama weutembee basi nataka mjue kwamba mwana wa mtu anao uwezo wa kuondoa dhambi duniani. Hapo akamwambia huyo mtu aliyepooza, simama, chukua kitanda chako uende nyumbani. Mara huyo mtu aliyepooza akasimama mbele yao wote, akachukua kitanda chake, akaenda nyumbani huku akimtukuza Mungu. Wote wakashangaa na kushikwa na hofu, wakamtukuza Mungu wakisema tumeona maajabu leo. Amina.